Kupanda a mlima a Kilimanjaro umbali wa zaidi ya mita 5895 kutoka usawa bahari, bila shaka ni uzoefu wenye kuacha kumbukumbu kumbu kubwa kwa yeyote anayethubutu kufanya tukio hili la ujasiri. Mlima huu ni miongoni mwa vivutio muhimu vya utalii Tanzania, lakini pia ukiwa umejaa theluji katika kilele chake cha Uhuru, na pia kufika huko sharti ujikane nafsi yako, na ukifanikiwa basi hiyo ni heshima na kumbukumbu isiyofutika kirahisi kwenye fikra zako. Katika makala haya tunazitazama njia kadhaa za kupanda mlima Kilimanjaro hadi kufika kileleni na hii ikiwahusisha raia wa kigeni lakini pia raia wa Tanzania wanaotumia fursa yao kama wazalendo kufanya matembezi yenye kulenga kutazama mandhari za kuvutia kutoka ukanda wa chini wa mlima huo mrefu kuliko milima yote barani Afrika hadi kileleni. Si hivyo tu. Tutaangazia pia namna nzuri ya kuhakikisha usalama wa yeyote anayepanda mlima huo. Kwa maana ya huduma za afya na za haraka zinazotumia nyenzo za kisasa endapo mpanda mlima atakutana na changamoto ya kiafya. Usiondoke mbele ya runinga yako. Mimi ni Enos Masanja, mtayarishaji na msimulizi wa makala haya. Ambatana nami mwanzo hadi mwisho. Lango la Marangu la kupanda mlima Kilimanjaro. Safari hii inaanzia hapa kwenye msitu mnene, na wakati mwingine msitu huu huwa na mvua, na huku kukiwa na wanyama wadogo wadogo ikiwemo jamii za primates wakiwemo nyani na ndege wa aina mbalimbali. Kampuni mbalimbali za utalii zinafanya shughuli hapa, mojawapo ni kampuni ya Zara Tours ya mjini Moshi. Hawa ni wakongwe katika huduma za utalii kwa kutumia njia mbalimbali mbali za kufika kilele cha mlima Kilimanjaro, na njia ya Marangu ni mojawapo ya njia hizo. Waongozi wa watalii kutoka kampuni hii wana simulizi muhimu na maelekezo sahihi kwa upanda mlima. Unapopanda mlima unapata nidhamu, na vijana wanahitaji kuwa na nidhamu. Kijana wa Kitanzania akiupanda mlima akipata hiyo nidhamu, sidhani kama akirudi chini hata kuwa na nidhamu, huwezi kusikia mambo ya maandamano au vinginevyo. Changamoto kubwa ni mabadiliko ya hali ya hewa Sizoni hii tumepanda mvua imenyesha jana, kama ulivyoona, kwa hiyo wageni walistruggle kutoka marangu geti kuja mandara. Otherwise siku ya leo imekuwa ni nzuri, mambo yamekwenda sawia, lakini vilevile vile, nimeona utofauti mwaka huu, wageni wamefika kwa wakati, nafikiri ni kutokana na hali ya hewa, leo imekuwa ni nzuri, wageni wameingia horombo kwa wakati, lakini tumejisatiti katika e, utoaji kutu, wa huduma ya afya na uokoaji ambayo itaongozwa na timu ya madaktari takriban sita wanaotoka kampuni e, ya uokoaji ya Kili Media, ambayo pia inazo helikopta ambazo ziko standby kwa ajili ya kufanya uokoaji endapo kutakuwa e, kuna hali ambayo e, iko nje ya uwezo wa kuweza kutibika pale au kuweza kufanya uokoaji kwa njia ya kawaida. Kwa hiyo tunawahakikishia wapandaji wote kwamba watakuwa wako salama. Baada ya masaa matano hivi kundi hufika Mandara Hat kwa mapumziko na chakula. Ni moja ya njia maarufu na rahisi zaidi kufika kilele cha Uhuru. Marangu inatoa mwelekeo mzuri kwa wapanda mlima na inajulikana kwa njia yake inayoweza kupitika kwa urahisi, kwa huduma za malazi, lakini pia kwenye vituo mbalimbali kutoka kwenye ukanda wa chini wa mlima huu. Eneo la Mandara, wapanda mlima huendelea na shughuli yao hii kwa mwendo wa kobe. Labda hii ni kwa sababu ya kazi hii haihitaji haraka au papara. Kilimanjaro mlima mrefu zaidi barani Afrika huvutia maelfu ya wapanda mlima kutoka duniani kote. Safari kupitia lango la Marangu huchukua takriban siku sita hivi, ikihitaji maandalizi mazuri na msaada wa wasaidizi wa mlima. Aa, binafsi changamoto mlima ni mlima e, kwa kweli ni mara ya kwanza, lakini hata ikiwa ni sio mara ya kwanza aa, tunasema mlima uheshimu, ukuheshimu e. Kwa hiyo tunasema kwamba nenda taratibu, tunaimba pole pole <laughs> mdogo mdogo, vitu kama hivyo e, ile legi ya kwanza kutoka Marangu kwenda Mandara kwa kweli kwa na changamoto mvua inanyesha, ni msimu huu wa mvua sasa, tope lile ujibalance hivi na nini e, legi ya pili kutoka Mandara kuelekea Horombo unaangukia kwenye mawe sasa mawe, kweli, kweli. Vilima vimekaa hivi. E, lakini kwa sababu tu tuna ari ya kufika na kuungana na Watanzania ambao wenye ari hiyo kutangaza Mlima Kilimanjaro tumefanikiwa kufika hadi hapa e, Horombo, njia hii na milima na mabonde ambayo si rahisi kupita, lakini inafaa kwa wapanda mlima kwa ngazi zote kuwezesha kuona baiwanai mbalimbali za mlima huo maarufu zaidi duniani huu. Uh, mlima kila unapopanda uko tofauti, kila unapopanda kuna hali tofauti katika mwili wako. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwasikiliza hao wapandishaji, waongoza upandaji mlima na kunywa maji ya kutosha, tembea polepole pole, basi utafika tu popote pale ambapo afya yako inakuruhusu kufika. Ni, ni kitu muhimu kwa, kwa afya yako binafsi, lakini pia kwa kuweza kutambua kwamba huu mlima ukoje, ukipanda ndio utaujua. Lakini mbali ya hiyo ni kwamba ukija kupanda mlima utaelewa umuhimu wa kutunza mazingira, kwa hiyo tutaweza kutunza mazingira kule chini. Kwa hiyo ndio maana naona kwamba ni muhimu sana Watanzania wengi waje kupanda mlima. Naam. Hatua katika eneo hili inahusisha kupanda mlima kupitia nyanda za juu zilizo na uwazi mithili ya jangwa huku mandhari ikibadilika badilika kutoka msitu wa mvua hadi vichaka vifupi vyenye miti jamii ya Erika na ambayo hukoleza ladha ya mwonekano wenye mvuto machoni. Kupenda Tanzania na kupenda Kilimanjaro, ndoto yangu nipanda Uhuru Kilimanjaro juu. Ninaweza, nitafika. Tutaonana. Mlima sio mgumu, ukifuata maelekezo unapanda na unamaliza. Kwa hiyo kama mzalendo, kama Mtanzania, na washauri wataenjoy hawatajutia. Mchakato wa kuzoea hali ya juu ya mlimani ni jambo la lazima, ambapo wapanda mlima hutembea kwa kupumzika pumzika njiani, huku wasaidizi wakihamasisha wapanda mlima kunywa maji mengi ili kuzuia ugonjwa katika maeneo ya mwinuko. Kwa wapanda mlima wakichoka, wanatafuta faraja ya nyimbo burudani za nyimbo mbalimbali ni hamasa na kuondoa uoga au hofu. Lakini pia mlima Kilimanjaro unapozungumzwa unajua unazungumzwa ni kama kitu ambacho mimi nahisi yaani, najiona kama ni mwenye hatia kwamba hiki kitu kiko Tanzania, mi sijawahi kuenda. Kwa raundi hii nilisema liwalo na liwe. Iwe ni kwa kubebwa, kwa kusaidiwa, kwa vyovyote vile lazima nifike pale kilele cha Mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo mpaka hivyo naniona niko hapa. Japo kufika kileleni pale bado tunaendelea kulipigania hilo. Lakini <laughs> mpaka hapa Olombo sio haba, ni mbali hapa kwa kweli. Ah, ni mbali sana. Ni experience nzuri pia nimeiona. Kupanda Mlima Kilimanjaro kuna faida nyingi. Kwanza ni afya, pili una una relax unaweka unatoka, kwenye ile hewa chafu mbazo machafu, tajua, unakuja kwenye hewa ambazo ni safi, ambazo toka umbaji wa Mungu hazijachafuliwa. Kwa hiyo ni nzuri na kuja na kutembelea, tofauti na njia Marangu. Njia nyingine rahisi ya kupanda mlima Kilimanjaro ni njia Lemosho, ikichukuliwa kuwa ni njia yenye mandhari nzuri zaidi ya kuona mlima Kilimanjaro. Njia hii inatoa mandhari kwenye sehemu mbalimbali za mlima kama mojawapo ya njia mpya Lemosho ni chaguo bora zaidi kwa kupanda mlima Kilimanjaro, ndio njia tunayopendelea kutokana na uwiano wake bora wa umati wa watu wachache, mandhari nzuri na kiwango cha juu cha mafanikio hadi kufika kileleni. Njia hii inakaribia mlima Kilimanjaro kwa upande wa magharibi, ikianza na safari ndefu kutoka Moshi hadi lango la Londros, na kuanzia hapo siku mbili za kwanza hutumiwa kwa safari kupitia msitu wa mvua Hh, kwanza njia ya Lemosho ni njia ambayo ni most beautiful, ni mzuri sana. Utapanda huku unaona mazingira mazuri, sio tu unapanda kama kupanda, lakini unapanda huku unapita kwenye rainforest ambao, kwenye rainforest, unaweza ukaona baadhi ya wanyama kama monkeys, unaweza ukaona ndege ko, unapata mazingira ambayo ni mazuri, lakini pia kuna wanyama mbo unaweza ukawaona, utatoka kenyeng kwenye uoto mwingine kama montane forest kuingia kwenye desert. Kwa hiyo unakuta uoto unabadilika, kwa hiyo unaona mazingira ambayo ni tofauti tofauti, lakini pia ni njia ambayo wakati unapanda na wakati unashuka ni unatumia njia mbili tofauti, kwa hiyo inaongeza uzuri, kwa sababu utakuwa unaona mlima kwenye engo nyingine. Kwa hiyo ni njia ambayo unapanda huku una enjoy, lakini unapanda ukiwa na watu ambao ni wazoefu, ambao wanahakikisha kwamba una afya nzuri na unafika ukiwa salama. Kwa hiyo tunasema kwamba lazima ufike ukiwa salama. Sababu za usalama kwanza. Kisha njia hii inapita uwanda wa barafu wa kusini kwenye njia inayojulikana kama circuit ya kusini, kabla kilele kutoka kwenye eneo la barafu Lemosho. Kawaida ni safari ndefu, huchukua hadi siku nane hivi kwa mpanda mlima kufika kileleni. Kwanza ni njia ambayo inatumia siku nyingi zaidi kuliko njia, baadhi ya njia nyingi kwa sababu inatumia siku nyingi zaidi, mwili wako unajikuta unabadilika kutokana na hali ya hewa, taratibu taratibu. Kwa hiyo mwili unakuwa haushtuki na mabadiliko ya hali ya hewa ile. Hali ya mwili kubadilika taratibu kutokana na hali ya hewa tofauti inafanya mwili unaweza kuadjust taratibu kutokana na hali ile ya hewa. Kwa hiyo uwezekano wa kufika juu ya, ya mlima Kilimanjaro ni kubwa sana, na kwa ni ruti ambayo inaonekana ina chances kubwa ya kufika mlima Kilimanjaro, na kwa uzoefu wetu wageni asilimia 99 naweza nikasema wanafika kwa kutumia njia ya yani Limosho. Kwa hiyo ni ruti ni mzuri, ambayo ni nzuri ambayo uwezekano wa kufika mpaka mlima Kilimanjaro ni mkubwa sana, lakini pia ni ruti ambayo tunasema unapanda juu una una, una, climb high, una sleep low, means itapanda, unapanda juu lakini kwenye, kushu, kwenye kulala unalala chini hiyo inasaidia sana kwenye acclimatization, ina maana mwili unaweza ku gain some altitude, lakini pia una uwezo wa kupunguza hizo altitude wakati wa kushuka. Kwa hiyo mwili unakuwa unaweza kufanya acclimatization vizuri sana tofauti na njia nyingine, na ndio maana chances ya kufika juu ya mlima Kilimanjaro ni kubwa mno. Kwa kweli ni changamoto nilizokutana nazo tu ni changamoto za kawaida tu. Labda tu kutokana na nature ya njia unakuta labda mizizi, mawe, ambazo hizo ni za kawaida, na hizo ndio nzuri katika utalii. Kwa sababu mtu ukisema unapanda mlima Kilimanjaro haiwezekani tu ukasema labda tumepita kwenye njia flati, hapo utalii unakuwa hujakamilika. Kwa hiyo changamoto nilizokutana nazo ni za kawaida sana, ambazo zinavumilika na ndio hizo zinazo nifanya, nifanya kwamba ku, nafanya utalii ulio kamili zaidi na, na washauri wajitokeze kwa wingi wasiogope. Linawezekana kabisa kupanda Mlima Kilimanjaro kwa watu kama wenye jamii ya albinism kabisa, wanawezekana kabisa kupanda, kwa sababu ukiangalia climate ya huku inawafavor kabisa. Nini, wajitokeze kwa wingi kupanda Mlima Kilimanjaro. Wapandaji mlima wakiwemo wazalendo ambao hupeleka bendera ya taifa kwa maadhimisho ya siku ya uhuru wa Tanganyika, imekuwa na mvuto wa aina yake. Mlima huu unapandika lakini lazima uzingatie taratibu fulani fulani. Kwa hiyo siku sita mnakuwa ni ndugu kabisa nyinyi na dunia yenu peke yenu huko, na hiyo ndio inawezesha kufika kileleni. Mkiona mwenzenu kidogo hivi, haya na salamu ni hizo hizo, pole pole, mdogo mdogo. Usipozingatia hayo, huu mlima hautakuheshimu kwa hiyo uheshimu mlima ili ukuheshimu. Ni njia ya watu ambao wanajiamini katika uwezo wao wa kutembea katika ardhi ngumu na kupiga kambi kwa muda mrefu, ambao wanataka uzoefu wa hali ya juu wa jangwani na ambayo sio gharama kubwa kwao. Wakati wote wa kupanda mlima Kilimanjaro, kuna hatari zinazowakabili wapandaji. Uongozi wa Hifadhi ya Taifa ya Kilimanjaro umekuwa siku zote ukijibidisha kuhakikisha usalama kwa wapandaji mlima. Kampuni ya Kili Meli imekuwa bega kwa bega na serikali kuhakikisha usalama kwa, kwa panda mlima. Jambo la kwanza ni usalama. Eh, taarifa za dharura zinapokuja kitu cha kwanza tunachokiangalia ni usalama wa huko tunakokwenda. Usalama wa sisi tunaokwenda na usalama wetu sote baada ya kuchukua mgonjwa na pamoja na sisi kwa pamoja na huku tunapokuja kurudi, usalama ukoje? Tunapoongelea usalama, tunaongelea mazingira ambapo chombo hichi kinaenda kutua kwenye kuchukua na chombo hichi kinapoenda kutua kwenye kushusha hilo ndo jambo kubwa la kwanza ambalo tunakuwa tunalitizama, kwa sababu vyombo vyote e, vya anga vinaruka katika taratibu ambazo ni elekezi. Kwa tunahakikisha taratibu elekezi zote za kiusalama zimesha kaa vizuri, ndipo ambapo tunaamua kwenda kumchukua mgonjwa miongoni mwa changamoto ambazo wapandaji hukutana nazo wakati wakijaribu kupanda mlima Kilimanjaro ni pamoja na magonjwa yanayoambatana na kukosa hewa ya oksijeni na ambayo ni muhimu katika zoezi zima la upumuaji. Kuwepo kwa vifaa vya uokozi kunatangazwa kama moja hatua mpya kuokoa maisha ya watu ambao wanaweza kukutana na changamoto hizi za kupungua kwa oksijeni au magonjwa mengine yanayoambatana na kupanda mlima. Magonjwa kwa asilimia 99 ni maradhi ya uwanda wa juu ambayo tunasema high altitude sickness. Eh, high altitude sickness ni natokea, ni maradhi common sana ambapo, eh, kitu kikubwa kinachotokea mazingira ya ya uwanda wa juu, kuna uhaba wa wa oxygen na pia kuna mabadiliko mengine mengi ya tabia hewa. Kwa hiyo kitendo hicho e, kinapelekea kwamba mwili sa, muda mwingine unakuwa unahitaji unahitaji ku acclimatize yani kuzoea kufanya mabadiliko ya tabia zake ili uweze kuendana na matakwa na mabadiliko e, matakwa ya mwili yafikiwe na mabadiliko na ya, ya, kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yako pale Kitendo hicho kikisipofanikiwa mtu mwili wake kuzoea yale mazingira, anaweza akapata dalili mbalimbali e, mbalimbali, kama kuumwa na kichwa sana, kama kutapika watu wengine lakini e, akiendelea na hali hiyo, anaweza akapata na dalili nyingine ambazo sio rafiki sana kwa maeneo ya, ya, ya porini ikiwa na helikopta zake mjini Moshi ikiwa na helikopta zake mjini Moshi na timu ya madaktari kampuni hii imekuwa na majukumu ya kuhakikisha mpanda mlima yeyote anaelemewa na kazi ngumu anapata huduma ya kwanza na zitakazomwezesha kupata ahueni. Tiba ya kwanza kwenye masuala ya mlima ni kuondoka eneo la mlima kwa haraka, yaani descent. Tiba ya pili ni descent. Tiba ya tatu ni descent, kuondoka eneo la uwanda wa juu. Kwa mantiki hiyo basi wazo la helikopta lilikuja na baadaye wazo la kuwa na kliniki kule mlimani pia lilizaliwa ili, lakini chini ya mafunzo maelekezi mazuri sana lakini pia kwa taratibu ambazo zimeandaliwa kwa namna ya kufanya kila aina ya uokoaji. Kwa hiyo eh, timu tuliyonayo imejipanga vizuri kwa kufahamu hizo taratibu na kuzirudia kila mara kwa malengo tu ya eh, kwa kuhakikisha kwamba hakuna jambo lolote linaloenda eh, kinyume na namna ambavyo tumepanga. Kwa hiyo niseme kuna namna nyingi zipo, e, umakini ndio kitu cha msingi, kwa sababu tunadili na maisha ya watu lakini tunadili na chombo cha moto. Kwa hiyo umakini ni swala ambalo limezingatiwa kwetu. Yapo magonjwa kadhaa yanawakumba wapanda mlima, na hii ni pamoja na magonjwa yatokanayo na baridi. Kikosi cha madaktari bingwa wa magonjwa yatokanayo na miinuko wako hapa kuhakikisha wanatoa utaalamu wa kusaidia harakati hizi za kupanda mlima Kilimanjaro zinakuwa zenye kutia matumaini na kuondoa hofu. Hata kabla hujapanda mlima unajua kwamba utaenda kukuta kitu fulani au hali gani ya mazingira. Huku chini kuna dawa ambazo wanaanza kuzitumia, ambayo inaitwa acetazolamide, ili kwamba kusaidia mwili kuzoea yale mazingira kwa wakati wanaanza kupanda. Wakati unapanda polepole, mwili unachukua muda wake, kwamba unaenda sehemu fulani unatulia mwili kuna vitu inafanya kwamba sasa mazingira nishaweza kuzoea, uh, urefu wa mlima kiasi fulani kishakaa pale, unaendelea tena taratibu hivyo hivyo. Na hiyo ndio kusema kwamba tunaita sasa umeweza kuadapt mazingira, acclimatization ya mlima Isi. mwili usipoweza kuadapt au kuacclimatize kwa mda ule inaisha kwamba ndo hiyo sasa unaanza kupata dalili ambazo haziwezi kuondoka. Mambo haya yote yanafanyika ili kuwezesha usalama kwa wapanda mlima, hasa wanapofika zaidi ya umbali wa mita elfu tano kutoka usawa bahari, na ambako ndiko magonjwa ya miinuko huibuka. Lakini kama haujakumbwa na hatari yoyote, basi wewe ni mshindi na utakwea hadi kilele cha mlima wa Kilimanjaro pasipo mawaa. Wasaidizi wa wageni huwezesha kupanda mlima wao, wanaitwa wagumu. Katika zoezi hili, sharti uheshimu kundi hili. Hili ni kundi la wagumu. Mlima unabadilika, wanasema mlima hauna hali ya hewa kamili, unaweza ikawa mvua, inaweza ikawa ni upepo, inaweza ikawa ni barafu, lakini si changamoto kubwa kiasi hicho. Kilimanjaro hautishi, ni mlima ambao unaweza kupanda bila shida na ukafika kileleni. Katika kufika kilele cha mlima wa Kilimanjaro, huu ndio uzoefu pekee unaoweza kutambaa nao hasa kama utaweza kuvuka milima midogo midogo mabonde minuko hadi ukanda wa juu kabisa uliojaa theluji. Eneo hili linaitwa kilele cha Uhuru, paa la Afrika, na kwa maana nyingine ukiwa hapa kileleni, kama wewe una vifaa vya kuona mbali, basi unaweza kuiona Afrika kutokea hapa. Kufika hapa hata hivyo sio jambo la mzaha, Yahitaji nguvu ya ziada na maamuzi ya dhati kutoka moyoni kufika kilele cha mlima Kilimanjaro. Naam, hawa ni mabingwa, wamepambana na hali zote hadi kukutana na uwanda wa juu kabisa wenye theluji yenye mvuto mzuri ajabu, lakini mwonekano wake pia ni wenye kuvutia. Watu wanapofika hapa sharti wawe kwenye makoti makubwa na mazito, lengo ni kuwakinga na baridi kali katika eneo hili. Baadhi yao wanapiga picha na kumbukumbu kumbu, lakini wengine hawawezi hata kushika kamera zao kupata picha. Maskini, wamechoka na taratibu wanaanza kurejea kutoka kileleni ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na baridi kali. Wapandaji mlima hushuka kutoka kilele hicho huku wakiwa na tafakari nzito na bila shaka wana mengi ya kusimulia. Huwachukua hadi siku mbili hivi kufika ukanda wa chini wa mlima wa Kilimanjaro, japo wakiwa dhofu kimwili, lakini hawa hujiita washindi wamepanda mlima wa Kilimanjaro, mlima mrefu zaidi barani Afrika na wenye sifa za kipekee, ukiwa umesimama moja kwa moja kutoka eneo moja, ukizungukwa na nyanda zenye mandhari za kuvutia ikiwemo ukanda wa misitu, ukanda wa msitu mnene, jangwa, ukanda wa nyasi fupi, ukanda wa savana na hatimaye ukanda wa barafu. Hiyo ndio Kilimanjaro, kilele maarufu kinachowaleta kwa maelfu wageni kutoka sehemu mbalimbali duniani. Shiriki nao Kusimulia uumbaji wa Mwenyezi Mungu kama ulivyofanyika mamilioni ya miaka iliyopita. Nami kufikia hapo natia nanga katika simulizi za makala haya. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea simulizi hizi, mimi ni Enos Masanja mtayarishaji na msimulizi wa makala haya. Endelea kutazama YOTV. Nataka ishe hapa hapa.